Kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani ni kitendo cha kutambua na kuenzi michango ya wafanyakazi wetu hapa nchini na hasa katika maendeleo ya jamii na uchumi. Siku hii huwa inalenga kuhamasisha utoaji wa haki za wafanyakazi, lakini pia kuboresha masharti ya kazi na kuboresha ustawi wa wafanyakazi wenyewe kwa ujumla wake na kupokea changamoto ambazo zinajitokeza kwa wafanyakazi mbele ya hadhara na serikali kuyachukua na kuyafanyia kazi. Mei Mosi pia ni fursa ya kuonesha mshikamano kati ya wafanyakazi na waajiri wao na kuhimiza usawa na haki katika maeneo ya kazi kote duniani, na hivyo tukio hili linakwenda kutukutanisha Watanzania wote, waajiri, wafanyakazi na wajamii ambayo inazunguka kuwa tunasherekea kwa pamoja katika kujenga mshikamano ulio sahihi. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, kwa umuhimu wa maadhimisho haya, mkoa wa Singida umeamua kuwaalika hapa kwa lengo maalum la kuunga mkono jitihada za mkoa wa Singida za kufanikisha maandalizi haya ya Mei Mosi mwaka huu ambayo yatatukusanya sote nchi nzima pale mkoani Singida. Changizo letu la leo kwa ajili ya maadhimisho ya Mei Mosi kwa Singida ni bilioni moja milioni mia sita na ishirini elfu. Nitumie nafasi kuwashukuru wadau wote kwa michango yenu, ambayo kwa kweli imetuvusha imetufikisha mahali pazuri. Tunaamini sasa mkoa utaongeza shughuli na kuongeza zawadi kama motisha kwa wale wote ambao watashiriki kwenye maadhimisho, kwenye maandalizi, na tumefikia malengo mara mbili eh, kama tumepata fedha mara mbili. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza sote kwa sababu ni kazi nzuri ambayo tumeifanya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa rais wa shirikisho wa wafanyakazi, Mheshimiwa waziri wa nchi, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na wadau wote, niwashukuru tena na tena manake, nitarudia na kurudia, najitahidi kutafuta neno zuri la kushukuru ili moyo wangu ukidhi kwamba nimewashukuru, bado sijalipata, lakini naenda kuwashukuru, nawashukuru sana.